wa katiba ya Tanzania mtu mzima ni kuanzia miaka 18 kwenda juu. Kwa hiyo mimba yote chini ya miaka kumi na nane hiyo ni mimba ya utotoni. Inashauriwa mwanamke kupata ujauzito katika umri gani? Kiafya anatakiwa abebe mimba kuanzia miaka ishirini kwenda mbele, lakini akibeba hapo miaka kumina, kumina nane kumi na tisa hatuiti mimba ya utotoni lakini anakuwa amebeba umri tuna mimba katika umri mdogo, lakini akiwa na miaka ishirini na kuendelea mwili wake unakuwa hu tayari kwa ajili ya kubeba ujauzito. Tunapendekeza akina mama wa wanelea ujauzito baada ya miaka ishirini na kuendelea. Tumezungumza hapo baada ya miaka ishirini na kuendelea, je, kuna madhara yoyote ambayo anaweza kuyapata mama wakati wa kujifungua abeba chini ya umri ataja chini ya miaka 18 vipya vingi via vya uzazi vinakuwa bado havijakomaa kuweza kuhimili ujauzito. Maake ujauzito uja ni hatari ya miezi tisa, nakaanayo hatari wakati wa kujifungua, ni mzigo mzito. Ndio maana kwa Kiingereza inaitwa leba. Leba ni kazi, kwa hiyo hauwezi kumpa kazi mtoto mdogo. Anapewa kazi mtu ambaye mwili wake unaweza kuhimili hiyo kazi kwa hiyo nyonga yake ilikuwa bado haijakomaa, kiwango chake cha damu kinakuwa kiko chini, wengi wanakuwa bado hapo katika hali ya utoto. Hata kiakili tu, chini ya miaka wa kumi na nane bado ni mtoto, yaani hata kifanikiwa kujifungua basi atakuwa ni mtoto alieza mtoto mwenzia. Madhara ni mengi, kuna kushanika kwa hiyo, kuna kumwaga damu nyingi wakati wa kujifungua kwa beidha kwa, kwa kuchanika kwa njia ya uzazi wakati anapojifungua, au kizazi chake kushindwa kusinyaa kwa haraka, au atamwaga damu nyingi kwa sababu pia wakati anabeba ujauzito yeye mwenyewe alikuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo zile chembe sana sahani, sahani zinazofanya damu iweze kuganda zinakuwa zipo chache, kwa hiyo anapokuja kujifungua anamwaga damu nyingi. Kwa hiyo anaingia kwenye hatari ya kupoteza maisha kwa kutokana na kumwaga damu nyingi. Hatari nyingine ni kwamba anapomwaga damu itabidi aongezewe. Kwenye kuongezewa damu kuna madhara mengi, athari kubwa tunayoiangalia ni kupata maambukizi. Kuna ukimwi, kuna homa ya ini, kuna malaria, kuna kaswende. Zote hizo ni hatari ambazo atazipata kwa kuongezewa damu. Lakini hata kwenye malezi huyu mama amekwenda kujifungua akiwa mdogo, anakuja kujifungua mpaka na miaka kumi na nne, hata kiwango chake cha madini tu mwilini mugi wake ulichotunza ni kidogo. Kwa hiyo anaenda kumzaa mtoto ambaye naye atazaliwa akiwa na kiwango kidogo cha madini, kwa hiyo hata ukuaji wake ile mtoto utaenda kuathirika, kutokana na utaratibu wote wa kupatikana mimba mpaka kujifungua ulikuwa bado, mama alikuwa bado hajafikia katika umri kuweza kushika ujauzito ataathirika e, ata, ata, kwa kila eneo tukienda kwenye malezi ataathirika, kwamba ataenda kuzaliwa na mama ambaye bado yeye mwenyewe alikuwa anahitaji kulelewa. Kwa hiyo anaenda kulelewa na mtoto ambaye hajui hata mtoto anahitaji nini. Matokeo yake mtoto anaumwa, badala ya mama aamue kumleta hospitali, anasubiri tena mtu mwingine ndio aamue kwamba sasa mpeleke mtoto hospitali analetwa mtoto hospitali akiwa katika hali mbaya na anaweza akapoteza maisha, lakini mtoto, kwa hali mbaya, lakini, mtoto anaathirika pia kwamba amezaliwa na mtoto mtoto ambaye mwili wake ulikuwa hauna madini ya kutosha, kwa hiyo naye anazaliwa akiwa na madini kidogo na hajatosha, na mbaya zaidi naye akiwa mtoto wa kike na akabeba ujauzito kwenye umri mdogo, kwa hiyo naye ataenda kumzaa mtoto wake akiwa na upungufu wa madini. Kwa hiyo kama mama yake alikuwa na upungufu wa damu yeye akaishi na upungufu wa damu, anaenda kumzaa tena mtoto mwingine na yeye akiwa na, ye na upungufu wa damu. Kwa hiyo atajikuta kwamba ni chain, ni mlolongo wa familia ambayo afya zao haziko vizuri, matokeo hata katika uwajibikaji wa kujenga taifa mchango wao unakuwa ni kidogo, na tunaendeleza ile wimbi la umaskini kutoka mama, mtoto mpaka mjukuu. Inasemekana kwa kuzaliwa kwa mtoto njiti ni sababu ya mama kubeba mjauzito akiwa na umri mdogo, hili lina kweli kiasi gani? Kuna asilimia ambayo inakubalika, ina ambayo ina hiyo ina, ina support point kwamba mama anapobeba katika umri mdogo, nafasi ya kuweza kupata mtoto njiti naongezeka. Kwanza, mtoto njiti anaweza kampata kwa sababu katika umri huo kama ameanza mapenzi katika umri mdogo, chance ya kupata maambukizi tofauti tofauti inakuwa kubwa. Mama mjamzito anapokuwa na maambukizi, nafasi kubwa na ya kuweza kumpata mtoto njiti inaongezeka. Pili, mama anapokuwa na upungufu mwilini wa madini tofauti tofauti anapata nafasi kubwa ya kuweza kupata mtoto njiti. Mtoto njiti ni mtoto ambaye amezaliwa kabla mimba haijakomaa, yani, chini ya wiki ya 37. Huyu mtoto ana nafasi ndogo sana ya kuishi kwa sababu ataathiriwa na baridi, ataathiriwa na upungufu wa sukari, ataathiriwa na vitu vingi hapo katikati ambapo kabla hajakomaa anaweza hata kupoteza maisha, au hata akikua basi atakuwa na mtendiliko wa maisha yake pia utakuwa ni mgumu, kwa sababu amezaliwa katika hali ngumu. Je, kuna uwezekano kwa huyo mtoto kupata magonjwa ya nyemelezi? Yapo uwezekano huko, kwa sababu mtoto njiti atakapozaliwa atashindwa kupumua. Atakaposhindwa kupumua atapata maambukizi kifuani, kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kuweza kupata haya magonjwa ambayo atayapata kutokana na hali yake. Hmm. Yeah. Je, ni changamoto zipi ambazo anaweza kuzipata mama kwenye mfumo wa uzazi? Kama nilivyosema mwanzo, ni na kwa sababu nyonga yake inakuwa haijatanuka haijakomaa vizuri kuweza kupitisha mtoto, ana nafasi kubwa ya kwanza, lazima atapasuliwa. Kwa hiyo atakuwa ameanza safari yake ya uzazi tayari akiwa na jeraha, akishapasuliwa na nafasi kubwa ya na kupasuliwa tena mimba inayofuata na uzazi wake wote utakuwa ni wa kupasuliwa na kwa sababu amekisha atakuwa amekisha pasuliwa, ina maana hata idadi ya watoto itakuwa imedhibitiwa ime, kwa sababu hata ue hawezi kupasuliwa zaidi ya mara tano. Anaweza kupasuliwa mara tatu, mara nne, amezidi sana ni mara tano. Hata kama alikuwa na mpango wa kuzaa watoto wengi, hataweza kwa sababu mimba yake ya kwanza aliipata katika umri mdogo, nyonga yake ilikuwa haijakomaa, kwa hiyo akapasuliwa na iliyofuata akapasuliwa hivyo athari nyingine, wengi wa hawa watoto wanaok ujauzito ni yule baba mwenye hiyo mimba ya kwanza hayla, hawezi kuja kumwoa. Wengi hawaolewi na yule mwenye mimba ya kwanza, kwa hiyo wanajikuta kwamba tayari anaanza maisha yake ya ya, ya ya uzazi wenyewe, wanajiita siku hizi singomana, yani anamlea mtoto mwenyewe ni mtoto anayemlea mtoto wake akiwa mwenyewe. Hapo katika kuangaika anaweza kujikuta tena anapata tena mimba kutoka kwa mtu mwingine, katika umri ule tena bado mdogo, atajikuta na watoto wawili watatu wanne kutoka kwa mababa tofauti tofauti, ambayo kijamii inakuwa sio nzuri, kiuchumi pia inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo hatushauri watu kubeba na mimba katika umri mdogo. Ni huduma zipi za kiafya anachotakiwa kupata mama mara baada ya kupata ujauzito sasa? Kwanza anatakiwa aanze kliniki mapema pindi tu anapojigundua kama yeye ni mja mzito. Atakapofika kule atapimwa magonjwa yote ambayo yanaweza kwenda kuathiri mtoto wake tumboni, ikiwemo ukimwi, kaswende, wingi wa damu, malaria na uh, homa ya ini. Akishafanya hivyo, ataanza kuwa anaenda kliniki sasa kila mara, kwa sababu anatakiwa afanye auvulie kliniki sio chini ya mara nane mpaka atakapoenda kujifungua. Kule atapimwa wingi wake wa damu, atapimwa presha, atapimwa uzito wake kuona jinsi anavyoongezeka, kwa sababu mama anatakiwa aongezeke nusu kilo kila mwezi. Hiyo ndio hali ya kawaida, kwa mtoto anaongezeka wingi wa maji mwilini, unaongezeka damu inaongezeka, na yale maji yanayombeba mtoto yanaongezeka. Ikitokea kwamba haongezeki uzito mama, ina maana kuna shida katika ukuaji wake wa mimba, na ikitokea anaongezeka zaidi ya kilo moja kwa mwezi, maana mtoto aidha ni mkubwa sana, au ana mtoto zaidi ya mmoja, kwa maana ya mapacha. Kwa hiyo akiwa anahudhuria clinic, haya matatizo yatagundulika mapema na ataweza kuhudumiwa. Lishe ambayo okay, inapendekezwa kwa mama mwenye umri mdogo ili kuimarisha afya yake pamoja na mtoto ni mlo kamili, mlo kamili ambao una virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa mwanadamu, hata ile wa kawaida ukiachilia like, huyo ni mjamzito, anatakiwa apate protini, anatakiwa apate wanga, anatakiwa apate mafuta, anatakiwa apate vitamins. Hizi zinaweza vitamins kumsaidia mama katika kuhimili ule ujauzito. Ujauzito ni mzigo wa miezi tisa na ni kazi ya zaidi ya masaa kumi na sita wakati wa kujifungua. Kwa hiyo anahitaji mlo ulio kamili ili mwili wake uweze kuhimili hili tatizo kwa muda huu ambao nimekutaja, lakini pia kuimarisha afya ya mtoto. Kila mama anayebeba mimba anatamani amzae mtoto akiwa na afya nzuri, ili aweze kukua katika afya nzuri ili asiwete mgonjwa ambaye atakuwa tena mzigo wa kuwa anahudhuria hospitali kila mara, anashindwa kufanya shughuli zake za kiuchumi, kuendeleza maisha yake. Njia mtoto anakuwa vyema, licha ya changamoto za umri wa mama, ni jukumu la watu mm -hmm. wa afya na kumpata mama huyo ambaye amebeba mimba katika umri mdogo, ni kumwelewesha na kumwandaa kisaikolojia kwamba ujauzito sio ugonjwa, ila ni hali ambayo inatishia maisha nini anatakiwa kufanya, nini maandalizi yake kabla ya kujifungua na wakati wa kujifungua? Nini anatakiwa amlee mtoto wake katika misingi ipi? Ni jukumu la watu wa afya. Kwa hiyo maandalizi yote haya anapofika kliniki, mama huwa anafundishwa. Unashauri nini sasa kwa jamii kutokana na madhara haya ya mimba za watoto? Tukae, tukae na watoto wetu, tukae na familia. Sasa hivi familia zimehama katika ile ya hali ya bibi kukaa na wajukuu kuzungumza, wazazi kukaa na watoto kuzungumza. Familia zimehamia kwenye tamthilia, zimehamia kwenye simu. Hata unapowakusanya familia jioni, wamekaa sebuleni, kila mtu atakuwa ile yuko kwenye simu yake, au ameacha tamthilia wanaangalia, ambayo ni mila za watu wengine. Tunachotakiwa ni tuzungumze, kwamba familia imwambie huyu binti umri sahihi wa kubeba ujauzito, wakati sahihi wa kubeba ujauzito na huo ujauzito ingependeza akapewa wakati gani wa? Ni wakati wa ndoa, asubiri ndoa. Wenyewe wanaita yale majoho matatu, kuna joho la kumaliza shule, kuna joho la ndoa, kuna joho lile jingine. Yasipandiliane haya majoho, kila mmoja liende kwa wakati wake, lakini binti anatakiwa asome kwa mtiririko wa elimu yetu mpaka binti anamaliza chuo na kuingia kazini ameshavuka miaka ishirini ambayo ni, ni umri sahihi kabisa sasa wa kuweza kuingia kwenye maisha ya ndoa na kubeba mema. Lakini kama atabakia mtaani binti ya miaka kumi na mbili kumi na tatu ni rahisi sana kushika ujauzito, ambayo tena unamgeuka kuwa mzigo kwenye familia, kwa sababu sasa hivi matibabu ni gharama. Matibabu ya kumlea binti mwenye mimba, binti mdogo mwenye ujauzito, ni gharama kwa hiyo familia inaenda kuingia gharama ambazo hawakutakiwa kuingia kwa wakati huo. Kama angeweza kuvumilia mpaka akafika miaka ishirini, na maana hizo gharama zingeenda kubebwa na mme wake katika umri sahihi. Mm -hmm. Mwanzo umezungumzia kuhusiana na watoto njiti, sababu ni nyingi, zipo za mama, zipo za mtoto. Tunakwenda kwenye maradhi. Kuna maradhi ambayo makubwa kabisa hapa Tanzania ni malaria, kaswende na UKIMWI. Haya nifanya kina mama kwenye maambukizi yayo waweze kujifungua kabla ya wakati. Kwa kujifungua kabla ya wakati, ni wazi kwamba mzao wa mtoto njiti kwa Kiswahili wanaoita kabichi, kila sehemu ni majina yao, lakini kuna athari ya kwenye viarake vya uzazi. Kwa mfano, mlango shingo ya uzazi kuwa imelegea, ni kwamba kwa mtoto anakwenda naongezeka uzito, ili njia inafunguka Kafunguka ni kwamba mtoto atatoka kabla ya siku, kwa hiyo atazaliwa akiwa kabichi. Zipo sababu tofauti tofauti, lakini kubwa ndio hizi. Hakuna sababu zingine za lishe labda ya mama na kusababisha watoto njiti. Nilieleza pale kama mwili utakuwa haupo tayari au na mapungufu mm ya kiafya, ni wazi tu kwamba hii mimba inaweza isifike mwisho, na athari ni nyingi, kuacha hiyo ya kuzaliwa kabichi mtoto anaweza akafia tumboni au akafa muda mfupi tu baada ya kuwa amejifungua. Kwa hizo zote athari zipo zinaweza zikajita